Tuna maisha magumu kiukweli, ukizingatia hata hapa tunapokaa tunadaiwa pesa ya kodi. Yaani mambo yapo tofauti sana. Ngoja nikajaribu bahati yangu, mambo yatakavyoenda sawa. Mke wangu, nimekuelewa. Nami mwenyewe acha niende nikaangaike angaike kwenye hiyo kazi huko, Mungu anaweza akajalia. Sawa mke wangu, ila naomba baraka zako. Mme wangu, ombee mke wako ili napoenda mambo ya esaf sasa, mke wangu, mimi nimekuwa baraka zangu zote, na pia nahitaji baraka zako vile vile, ili kuna kwenda na mimi, mimi kidogo mambo yapate kwa mazuri. Hivi ameshakutokwa na... Ah, basi, baadaye... Ah, <laughs> Hivi, pesa mpaka lini?

<laughs> Kijana umechelewa, na inapokwendea hata hela ya kununua maji ya kunywa utakuwa hauna. Uh, kama nilivyokwambia, uh, mimi na kazi nyingi na shughuli nyingi, kwa hiyo siwezi kumeneji kukaa dukani. Hata mia mbili ya kununua kandoro utakosa yako imechafuliwa sana, nyota yako imechafuliwa sanapang ni yapo, unaona? Kwa nikasema sio vibaya kwamba nimtafute mtu aje kufanya kazi na uzuri, nimekupata actually. Mshahara wako utakuwa kama kwenye laki mbili, laki mbili, sawa? Sasa mganga, unanisaidiaje kwenye hili maana sasa sasa hivi hali yangu imekuwa ni ngumu sana. A, a, amna, si binadamu tunasaidiana. Cha kuweza mm, kukusaidia, cha kuweza kukusaidia ni lazima tutumie nyota ya mtu mwingine, kuweza kukusaidia. Ni nyota nane mfanya na kazi, nafikiri kesho ndo utaanza kazi hata hata, sasa hivi kakangu, mimi nipo tayari kuanza kazi hata muda huu. Na mtu huyo ni mkeo, tukipata nyota ya mkeo basi mambo atakwenda, ila kwa masharti, inatakiwa usimnyanyase wala usimsengenye, kila anachotaka kufanya, kila anachotaka umpe, inatakiwa umpatie, ndo maisha yako atakwenda vizuri. Ukifanya tofauti na hivyo basi... Ah, sawa mganga, mimi nimekuelewa. Kama vivi bwana tu, nitumie hiyo hiyo tu nyota ya mke wangu, maana yalinyesi sasa ikiangelea imezidi kuwa ngumu mm. Na kama alivyoniambia mimi, nitafuata vyote kama vinavyohitajika, yeah, ili mambo yangu apate kuwa sawa.

Vipi dadangu, uko sawa? Sister, sister, sister, sister

Sasa natakiwa ufate masharti. Umenielewa eh? Hapo kazi imeisha. Inabidi uishi nayo kwa upendo na amani, sawa? Mganga, nimekuelewa. Ukimnyanyasa okay, tu umenielewa? Okay eee. Unaniuliza ah? Mimi kimetokea nini tena, wakati umedondoka tu chini. Emshika kwanza. Sasa dada, hapa staili hiyo, utaweza kazi kweli? Kaka, hapana, mimi naweza kazi, bahati mbaya tu imetokea. Hapana, hautoweza kazi sasa cha kufanya mimi nitamtafuta mtu mwingine. A, mta mtafute mtu mwingine. Usifanye hivyo kaka, samani, kaka wangu, usifanye hivyo, mimi nitaweza lipo. Sawa basi tu bahati mbaya imetokea. Shika hiyo, utafanya nauli. Siku njema kufanya mimi nitamtafuta mtu mwingine, wale mtafuta mtu mwingine. Usifanye hivyo kaka. Samani kaka, usifanye hivyo mimi nitaweza kukosa. Basi kibati mbaya nitokee, shika hiyo Mke wangu, mke wangu, mke wangu, mewangu. Ehe, vipi, kwema unapotoka? Mme wangu lipotoka, hata sio kwema. Nimeongea na yule boss kila kitu kuhusu mshahara, kila kitu, ameniambia, na mpaka ratiba ya kazi kaniambia nianze siku fulani. Lakini mewangu, cha ajabu, ghafla tu kuna hali ilinikuta nikajikuta nimeanguka chini na kuja kuzinduka, wale bosi hajataka tena maelewano na mimi, kaniambia nirudi nyumbani kazi na mimi basi anitaki. Sijui hata nimekumbwa na nini mme wangu, iali hajai kunitokea tangu nimezaliwa. Ah, pole sana mke wangu, ila ni mitihani tu hiyo, lakini usikate tamaa mke wangu, azali sehemu nyingine zipo, we uzidi kuomba pana pale. Sawa mke wangu, usikate tamaa. Vipi na wewe uko ulipotoka? Ah, mimi nashukuru Mungu uko huko nilipotoka, kila kitu kimeenda sawa na imani kwenye wiki hapa nitaanza kazi Alhamdulillah. Angalau hata umepata, kwa sababu kupata wangu mimi ni sawa. Umepata nawe vitu kuo, mke wangu. Mke wangu wewe, endelea kutafuta, kila kitu kutakuwa sawa, lakini usina mawazo sana, sawa mke wangu. Sasa mimi nielekea dukani hapo, baada ya kidogo nitakuja, basi saa hmm, lakini usiwaze, usiwazi <tuhi> Chai tushafika, tumefika, tumefika vipi? Mbona kwa, so kwa watu hapa hapa, so watu, mke wangu hapa ni nyumbani kwetu sasa hivi, hebu acha masuala yako hapa, pana kwetu. Nimekuambia vipi? Yaani kuanzia sasa hivi, sa hapa ndo nyumbani kwetu. Inamaanisha kwamba hii nyumba ndo nimenunua kupaka paka rangi, yaani, e, basi Mume wangu unachokisema ni kwetu? eh, una akili sana, kisilisili hata uniambie. <laughs> <laughs> Nimeipenda nyumba nzuri. Kwa hiyo nyumba yangu yote, sasa hivi nakuwa mama mwenye nyumba. Hii yote, ndio kule kote kule. Yaani kuanzia huko nyuma huko mpaka kule, na mimi nakuwa mwenye nyumba hmm. <laughs> Sawa basi tuingie ndani ukapaone. Alhamdulillah, kweli Mungu amtupi mja wake jamani eh? Sawa tuingie ndani ukapaone. Omo? Ehe, Micho. Poa mzima. Mzima, namba nikukopeshe unga. Nikukopeshe unga? Ndiyo. Hivi Micho, unajua una deni kubwa sana. Kani unadai shingapi Micho? Nakudai elfu kumi, nataka tena nikukopeshe unga elfu kumi kilo moja. Mbona mi sidai hii elfu kumi? Maana unabishana na ukweli, unabishana na ukweli, sindio? Mimi kitabu changu hapa. Umekuja siku ile kuchukua unga, nimeandika. Umekuja kuchukua juisi, nimeandika. Umekuja kuchukua vocha, nimeandika. Leo pia unataka tena unga, alafu unasema hapa akiba yako haipo, elfu kumi. Unabishana na ukweli. Nitakulipa. ah, hiyo biashara mimi siwezi. Sikufichi siwezi kwa sababu mimi hela siokoti natafuta. Sijui shanielewa. Naomba uondoke. Mbona unataka kunielewa Michu? Kiroma. Oh, vipi mangi? Safi, vipi kaka? Fresh bandu yangu ni kwa nini? Nahitaji maji hapa. No. Ah, she maji umepata. Eh, ha, hapo mwana. Ha, ah. Ha, ha. Ha. Asante sana. Bado upo tu, naomba uondoke. Siwezi kukukopesha, naomba michiuondoke bwana, mimi sikopeshi. Mbona unanifanyia hivyo mwenzako? Vipi bwana mangu, na nini e bwana? Samani bwana, huyu mimi namdai, sawa? Namdai elfu kumi. Kaja kukopa zaidi ya mara tatu hapa, sijui ushanielewa. Kwa sasa mimi mtaji navyozungushia inabidi nipate pesa yeye. Yeah, anavyokopa inakuwaje sasa, mheshimiwa? Ah, kwa kuna uh, ko... unamudai kiasi gani? elfu kumi? elfu kumi. Ah uh, basi sawa, shika hii hapa, hii pesa. Kuna kitu kingine ambacho anachokihitaji? Labda nahitaji unga, kakaangu. Usipende kunipiwa. Asante. Pambana mwenyewe, sio naliiwalipiwa usipende kulipiwa lipiwa, pambana mwenyewe. Maisha yamebadilika bwana, wewe unafikiri msingi sisi tunaokota? Eh, mme wangu, nimeleta sare hapa na jirani, hapo kwa majirani zetu wana shughuli. Tizama kwanza majirani washanzashobo, mume wangu. Unaona hiki kijola? Ni sare. Kuna jirani yetu hapo mbele hapo. Amekuja, ameniaika shughuli. Kuna mtoto wa binani sijui hapo anachezwa. Kwa mume wangu, hawa ni majirani zetu. Ndio kwanza tumehamia hapa, sisi hatuna hata muda mrefu. Mtu akikukimbilia na yeye mkimbilie. Unaambiwa kata uzo wako ni kati wangu. Kwa hiyo mume wangu ninule hiki kijola kikweli, nimekipenda. Na kwenye hiyo shughuli sitaki kuikosa kikweli. Nataka niende nikacheze nirudi zile enzi zangu nipo binti. Nataka nikaonyeshe show mpaka wanielewe mimi na wao, atashangaa huyu mgeni mbona amechachuka ame namna hii. Yaani mimi wangu sitaki kuikosa kabisa. Lazima niende na achaje kwa mfano. Kwa hiyo naomba unipe hiyo pesa ya sare. Ni elfu kumi tu mimi wangu. Nikawapelekee. Mimi pesa sina sasa hivi. Mwenyewe unaona nyumba bado sijaipaka rangi paka dakika hii. Unaweza kumletea sale zako hizo. Mimi sina hela sasa hivi, nitakapopata nitakununulia. Sawa mume wangu, elfu kumi tu jamani. Wewe siku siku unaondoka hapa asubuhi, unarudi jioni, unaenda kazini kwa kazini, unaenda kufanya kazi gani? Kama elfu kumi hauna ya kunipa mimi? Hebu nipe bwana, mume wangu, halafu navaalile wigi langu lile. Yani koo, nakwambia nataka ni damshi. Yani siwezi kukosa, yani nakwambia sikosi. Nimekwambiaje mke wangu, pesa sina. Kwani wewe usipoenda shughuli kuna kitu ambacho kitakachoharibika wao huko kwenye shughuli yao? Nimekwambia ee, la sina, nielewe. Basi basi, sawa, mimi najua hauna. Mimi nitaenda pale kwa ushadamu kukopa, utakapopata hiyo pesa tutaenda kulipa, ilimani tu niende, ni sawa? Nisikilize mi, masuala ya kukopa mimi mimi sipendi na sitokuruhusu uende ukakope huko, na hiyo shughuli kwanza sio lazima kwenda uende huko. Sasa hivi kuonyeshe Watukii miuno yako ndo nini sasa? Tabia gani hiyo? Nimekwambiaje sina hela mimi, na mna kwenda kukopa? Mume wangu hawa ni majirani, leo tumealikwa shughuli hii, hatukwenda kesho, si tumepata matatizo, nani atatukimbilia? hiyo ni tabia mbaya, na nilo mbaya, mtu kaja kukualika kwa wema, kwa nini nisiende? Yaani mimi nitafanya nini? chojua mimi mwenyewe, chochote kile, naenda sasa. Mimi kama mume nasemaje? Hamna kwenda shughulini, na nikuone utoke hapo kukopu jiwela